Hello, karibuni katika chaneli yangu ya Hisabati Full TV. Leo utajifunza kusema na kutoa namba tatu tatu. Twende kwenye mfano wetu huwa unaosema mia tano arobaini na sita tukitoa mia tatu ishirini na tano sita moja mbili tatu nne tano sita, unapunguza vitano: moja mbili tatu nne tano, kinabakia kimoja. Vitu vinne moja mbili tatu nne, unapunguza vimoja mbili, bakia viwili. Vitu vitano moja mbili tatu nne tano, napunguza moja mbili tatu, inabakia viwili jibu letu litakuwa mbili ishirini na moja. Usisahau kusubscribe katika chaneli hii. Kama umeelewa, tukutane katika vipindi vijavyo. asanteni.